Leo Aprili 23, 2025, Makamu Mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara, John Heche, alizungumza na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam kufuatia kuachiliwa kwake na jeshi la polisi. Katika mazungumzo hayo, Heche alisisitiza umuhimu wa haki za binadamu na uwajibikaji wa vyombo vya dola. Akitoa wito huo kwa serikali kuchukua hatua dhidi ya ukiukwaji wa haki za raia. Sambamba na hilo, John Heche amesema chama hicho kinaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliolitoa wakati wa Pasaka na Idi, wakiunga mkono msimamo wa chama hicho wa kutaka mabadiliko yafanyike ili uchaguzi uwe wa huru na haki. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo Aprili 23, 2025, Heche amesema, tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini walilolitoa wakati wa Pasaka. Tunaunga mkono tamko la Shura ya Maimamu walilolitoa wakati wa Eid wakiunga mkono msimamo kama wetu, wakisema mabadiliko yanahitajika katika nchi hii ili uchaguzi uwe huru na haki. Pia Heche alitembelea ubalozi wa Vatican nchini Tanzania na kusaini kitabu cha maombolezo ya kufuatia kifo cha Papa Francis.